Ukitaka maisha yako yawe salama, salama pekee yako ni kumpokea Yesu. Ukitaka biashara yako iwe salama, salama yako pekee ni kumpokea Yesu. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliyompenda ulimwengu, hata kamtoa mwana wake pekee, ili kila na muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na wengine kasema, ni pendo la namna gani? Mtu kutoa uhai wake

Majira na saa hauta isikia tena na bado ziko nyakati ambazo hauta isikia tena Injili. Na nikuwa nasima konda Tutukwepo na kiri